Naomba neno hilo lituongoze. Sina maana kwamba ninyi ni wavivu, nimesoma neno kama nilivyoandikwa, lakini ni onyo kwetu sote, hasa juu ya hekima ya kuweka akiba. Mwenyezi Mungu anasema tujifunze kwa chungu. Sasa hapa ilikuwa ni tafsiri ngumu kidogo. Chungu naweza kafikiri kile cha kupikia. Hapa alimaanisha mdudu anayefanana na mchwa, ambaye ana hekima ya kuweka akiba wakati kunapokuwa kuna upatikanaji mkubwa wa chakula ili kimfae wakati wa uhaba. Sasa kama mdudu anayo hiyo hekima, halafu ikatokea mimi mwanadamu sinayo hiyo hekima, linakuwa ni jambo sio la kawaida. Lakini hata katika tamaduni zetu huwa tunafundishwa akina dada kwa mfano, zamani kabla ya kuolewa walikuwa wanaenda kufanya kitu kinachoitwa unyago, na huko walikuwa wanafundwa. Siku hizi mmesema kitchen party, sio? Sasa sijui mnayofanya kitchen party ni yale yale au yamebadilika, sielewi. Lakini ya unyago wakati ule, huyu binti alielekezwa, kati ya mambo yaliyoelekezwa ilikuwa ni swala la kuweka akiba, kwamba ukiandaa unga usiweke wote kwenye mtungi mmoja, chota kidogo, weka pembeni. Watoto atakaposema unga umeisha, wewe unao wa kusukuma siku mbili tatu, mnapoandaa unga mwingine. Ikitokea kwamba unga umeisha na umeisha kweli ni dalili kwamba mama wa nyumba hiyo hana hekima, hakufundwa. Sasa yaliyoelezwa hapa na ndugu zetu wa Mkombozi, lakini kwa kweli huelezwa na benki zote, wakati wanatupatia elimu juu ya kujiwekea akiba, ni mambo ya msingi sana na katika Misali kumi na tatu kumi na moja Mwenyezi Mungu anatuambia usingoje upate kingi ndipo uweke akiba, weka kidogo kidogo. Wale wote ambao wanaweza kufikia hatua ya kuwa matajiri ni kwa sababu walikuwa na nidhamu ya fedha na walikuwa wanaweka akiba kidogo kidogo. Lakini bila shaka tunahimizana tu, si kwamba hatufanyi kazi, na bila shaka mpaka pakawepo na benki hizi zote hapa Mafinga, kama walivyosema wengine, ni dalili dhahiri kwamba watu wanafanya kazi. Maneno yangu yawe ni hamasa na maneno yangu yawe ni pongezi. Kufanya kazi kwetu sisi wanadamu sio udhalili, sio kudhalilishwa sio unyanyasaji. Jumamosi nilikuwa nawaambia pia akina baba jinsi ambavyo kwenye familia zao wana wajibu wa kuwalea watoto wao katika kufanya kazi. Usije ukamdanganya mtoto wako kwamba anaweza kuishi bila kufanya kazi, afanye kwa kiwango chake. Usimtwishe gunia mtoto wa miaka kumi na mbili, lakini anaweza akachukua maji kwenye lita moja. Afanye kazi kadiri ya umri wake. Na maandiko matakatifu tukisoma Mwanzo sura ya kwanza aya ishirini na saba mpaka ya thelathini na moja tunaona kwamba swala la kazi tulikabidhiwa na Mwenyezi Mungu na ni ushiriki wetu katika kazi yake ya uumbaji. Kwa hiyo kwetu sisi ni heshima kufanya kazi ni heshima. Mwalimu Nyerere alituambia kazi ni utu, yaani kwamba wewe ni mtu e, unaweza kudhihirisha pia kwa kufanya kazi. Hapo tunasema huyu ni mtu na, we, we munu, na li sio li jitu, unakuwa wing'unu na sio wilinu, sio unapofanya Kazi. Sasa unapofanya kazi kile kinachopatikana usile chote. Ni mtu ambaye hana utashi kamili, asiye na akili kamili, ambaye hazimtoshi ndio anaweza kula chote alichokipata, lakini mwenye akili na utashi kamili atahifadhi pia kwa ajili ya wakati baadaye, lakini angalizo Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Timoteo sura ya sita ya 17 mpaka ya 19, anasema tuchukue tahadhari kwamba utajiri tunaokuwa nao usiwe ni sababu ya majivuno, tusiwadharau e, wengine kwa sababu tunacho, tusitumainie utajiri bali tumtumainie yeye Mwenye kutujalia utajiri huo kupitia kazi za mikono yetu. Mungu anatujalia utajiri kupitia kazi za mikono yetu. Tuondokane na yale maradhi yanayoingia sasa ya kudanganywa eti unyoshe simu Mungu aingize muamala. hayo ni maradhi. Halafu anayekwambia hivyo, yeye mwenyewe anakwambia changia, sasa sagenyosha simu, yeye mwenyewe apate mwawala wa kwanza. Kwa hiyo tutumia akili Mwenyezi Mungu alitujalia, tunapofanya kazi tusijitumainie wenyewe, tumtumainie yeye ambaye ndiye mgawaji wa yote, lakini katika kuwa yu nacho kitu kuwa na fedha, neno la Mungu linasema tusipokuwa na nidhamu ya fedha, fedha hiyo huwa ni mwanzo au chimbuko la maovu yote. Waraka waraka wa Paulo, waraka wa kwanza kwa Timotheo sura ya sita aya ya kumi. Kwa hiyo tutafute fedha, lakini fedha iwe halali na matumizi ya fedha yawe halali, kwa sababu unaweza ukapata fedha halali na familia yako, lakini ukatumia isivyo halali. Au unaweza ukapata fedha isiyo halali, na bila shaka, kama unapata fedha isiyo halali, uwezekano wa kutumia isivyo halali ni mkubwa sana. Kwa hivi, naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru sana ndugu zetu wa benki ya Mkombozi ambao wametusogezea huduma hii ili wajiunge na taasisi nyingine za kibenki ambazo tunazo tayari hapa Mafinga: CRDB, NBC, NMB, lakini pia benki ya Costa. Na nilikuwa naongea hapa na, na meneja wa benki kwamba tunaposubiri uwezekano wa siku moja na sisi kuwa na ATM ya Mkombozi tunafanyeje? Akaniambia wana ushirikiano na benki ya NMB pamoja na benki ya Posta. Kwa hiyo ukiwa na kadi yako unaweza kufanya eh, muamala kupitia benki hizo mbili kwa sasa. Kwa hivi huduma hiyo ipo. Nawashukuru sana sana sana kwa huduma hizo kwa kweli zinatusaidia kama ambavyo imeelezwa pia na wengine, kuwa na nidhamu ya fedha na kuwa na matumizi bora ya fedha, lakini pia kuwa na usalama. Watu wakishajua kwamba fedha yako huwa wanaweka benki, hakuna atakaye kuja vunje nyumba yako, lakini watukulia racket, wakaona kila siku huwa wanarudi na mfuko wa fedha nyumbani, wanakuja kuvunjia Usiweke fedha yako nyumbani hata kwa, usala, kwa usalama wako mwenyewe. Sasa wapendwa, baada ya kusema maneno hayo huku nikiwashukuru e, nyote kabisa mnaoshiriki hapa na mnaonisikiliza, niseme kwamba kadiri takavyoongoza nitabariki sio eneo hili pekee la wakala wa Mkombozi. Kwangu leo imekuwa fursa nibariki wafanyabiashara wote na biashara zao zote, vija vijelegela wafanyabiashara wote, yeah. Hata kama nitanyunyizia maji hapa, lakini lengo langu ni kubariki eneo lote la biashara pamoja na wafanyabiashara wenyewe na biashara zenyewe, ili kila mmoja pale anapofanya biashara aweze kujipatia riziki kwa ajili yake, lakini pia awezeshwe kufanya ukarimu wa kunjulia mkono walio wahitaji, jambo ambalo najua mlio wengi mnalifanya. Nina habari juu ya watu wengi tu ambao mnawatunza watoto ambao wazazi wao wamefariki dunia. Kwa kufanya hivyo, mnapata baraka zaidi na zaidi, kwa sababu Mungu anasema ukiwajali wajane na watoto yatima huwezi kuzuiliwa mvua ya baraka. Amefanya hivyo basi, naomba nimalize kwa kusema asanteni sana, na nitoe tu kwa upande wa kwetu sisi kama kanisa Katoliki parokia na taasisi mbalimbali, nielekeze kwamba hakikisheni mnafungua account. Siwezi kuorodhesha taasisi zote, lakini mfungue account, na kama kuna pesa yoyote itatoka kokote kupitia kwenye account ya jimbo mimi sitampa mtu mkononi, nitaweka kwenye akaunti ya benki. Una akaunti sikupatii pesa ya ija. Makofi vigeregere kwa washamba basi, kofi hayo ni